Na sugu tafiti za UNESCO zinasema kwamba bahari Hindi ina, imegubikwa na donda sugu la plastiki takriban tani milioni kumi na moja kwenye bahari Hindi, na tusiposhika doria baada ya miaka mitatu huenda ikakuwa mara tatu ya hivyo, na wadadisi wanasema kwamba kupitia kwa utafiti kwamba ikifika mwaka elfu mbili na sitini endapo hatujachukua hatua, kutakuwa na plastiki nyingi zaidi baharini kuliko samaki Iko na umuhimu kwa sababu itahamasisha jamii venye watu watakuwa na disposal taka zao pale mahali ambapo wanahusika na pia jamii itakuwa na responsibility ya kuchunga takataka pale nyumbani na hata kwa community kwa ujumla. Primarily, tunafanya ni usafi wa bahari ambao tunatoa taka tofauti tofauti, ikiwemo plastiki kwa sababu sisi uh, tukitazama plastiki tunaona tu ni ule uchafuzi ambao tunauona, tuna plastiki nyingi ambazo zimeenea uh, lakini plastiki ile ikivunjikavunjika ama ikidisintegrate, we na toa kemikali ambazo zina acidify the ocean. Sababu kuu ambayo sisi tulichagua watoto ni kwa sababu watoto wadogo wako na ile, ni rahisi sana ku, kuongelesha mtoto mdogo na pia kumuelekeza kumwelekeza, ranadha sisi tunasema kuwa samaki mkunje angali mbichi, so that wakati huu mtoto anakuwa mkubwa, anakuwa a great ambassador akiwa pale shuleni. It is a milestone ya sisi kufanya kazi pamoja. It may, it may create a good space for all the partners, all the stakeholders who are here to be able to demonstrate, uh, what they are doing for community, na pia kupea lot of community groups an opportunity na platform ya kuja kuonyesha kazi yao. So event, it's a great milestone in terms of sisi kushirikiana kufanya kazi pamoja, is the second event about tumefanya, kwa sababu tuko hapa siku ya leo ili tushikane na jamii, tuhakikishe kuwa tunajaribu kubadilisha ule mtazamo wa taka pia tushike wenzetu mikono ili tuweze kusafisha foo zetu, kwa sababu tukiziwacha ni sisi tuta, tutakuwa na madhara baadaye. Uh, kuna jambo ambalo, uh, lilisemekana kuwa tusipo tusiposafisha hizi taka ama tusipojitwika lile jukumu la kusafisha mazingira yetu, siku za usoni zitatulaumu zita sisi wenyewe. Kwa hivyo tuko hapa ili tuweze kusafisha foo zetu tuweze tukawakuza na kuwalinda pia vizazi vijazo.